Kipaumbele changu nilicho nacho kwanza ni kuwahamasisha wanawake kuwa wao wasiwe nyuma, tukae mbele na sisi, mstari wa mbele, tujue tuna haki kama wanaume walivyo na haki. Na haki wanajamii, nawaahidi kama tutashirikiana, tutashirikiana kwa kile ambacho nakiweza mimi nitawasaidia, na kile ambacho sikiwezi mimi kitasaidiwa na halmashauri kwa sababu pale huingia ni, huingia misaada ni mingi kutoka bungeni, ile inasimamiwa ni madiwani huwa yasimamia halmashauri. Sasa niwe nawaahidi kama nitawasimamia kikamilifu pale inapotokeza ile kuwasaidia, ili tushirikiane kwa kuandika barua zima na kuzipeleka halmashauri. Mimi jina langu ni Musa Saidi Bakari, ni minu mkaazi wa jimbo la Kojani na shehia yangu ni shehia ya Kambini. Nilianza na harakati hizi kwa muda mrefu sana za mchakato wa uchaguzi, ambapo mwanzoni nilikuwa nikigombea nafasi za viti maalum ubunge na uwakilishi, lakini baadaye tu nikaanza kugombea nafasi. Mara hii nikajitokeza kwa nguvu zote kugombea nafasi za udiwani wadi ya Kiuyu Minungwini ambapo ni hilo hilo jambo la Kojani, yaani nilianza na mchakato huu kwa kupitia matawi kwa matawi kuomba kura za maoni. Kabla ya kupigiwa kura za maoni tulibia, tulianza kujaza fomu, nilijaza fomu ya udiwani ya kugombea udiwani na hapo hapo kura zangu, kila ninapojua tahiri hili, kuna kura ambazo zahitaji kupigiwa wajumbe wa mkutano mkuu, nikapita, na ikafika siku ya uchaguzi, nikaenda nikapigiwa kura za maoni, na kwa bahati Mwenyezi Mungu akajali, nikafanikiwa kura zikanichagua, na hapo hapo nikaanza kwenye mchakato wa kuingia kwenye tume ya uchaguzi, nikachaguliwa kama ni mgombea rasmi nikaingia kwenye mchakato ule, baadaye tukapachikiwa mabango ya wagombea kutafutiwa, yani kama kuna pingamizi za aina yoyote ile, ili nipate kuwekewa pingamizi, kama zaniondoa ziniondoe, kama haziniondoe vile vile nibakie kama kawaida, na mpaka hii leo ni mgombea rasmi wa awadi ya Kiuyu, nafasi ya udiwani, naendelea na mchakato huu na natarajia tarehe ishirini na tisa tukijaliwa ni Mwenyezi Mungu, mwezi huu kuchaguliwa kama ni diwani rasmi wa wadi ya Kiuyu. Ndio jio yangu ni kuwasaidia wananchi, kwa sababu unajua madiwani mara nyingi sana wao kazi zao ziko chini, ziko huku chini chini huku kwenye jamii. Kwa hiyo natarajia kuwasaidia jamii kwa vile na wanawake ndio wengi huku chini ambao wapate changamoto na wakiona wanawake wenzetu tunajitokeza kama hivi, kwa sababu ingawa kuna changamoto, kwa sababu wanaume wengi hawakubali wana wao wake zao kuchukua nafasi za uongozi. Historia yangu mimi, nimezaliwa kijiji cha Kambini Kichokochwe, na nilizaliwa mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na tano na sitini na tano mwaka wangu niliozaliwa na niliolewa mwaka 1983 na na tavi na kwa bahati nimepata watoto watano, lakini kwa bahati mbaya mmoja kapita karibuni tu kama mwaka mmoja, na sasa hivi nina watoto wanne, na kwa bahati watoto wote ni wanaume mmoja wa tatu hao walioko duniani walioko hai ni baba mmoja na mmoja mmoja na baba wake ya pekee yake, na kwa sasa hivi sina mume. Anaunga mkono kwa, kwa sababu waona kama kidogo, hata kama sitowasaidia wao, lakini wana mwamko kama nitasaidia mpaka jamii hiyo ipitia kubwa. Sasa hivi ni kwa sababu unapoingia kwenye uongozi hapo, unapoingia kwenye michakato hii ya kugombea una changamoto kwa sababu kwenye kampeni unatakiwa chochote kifika. Siku ya kampeni majukwaa hayaeko tu, ila unapitisha mchango kwa wagombea, wewe toa hichi, wewe toa hichi, mpaka pakamilike. Kuna wengine wanataka kula, wengine washinda pale, na we nao wanahitaji. Kuna majukwaa, kuna viti, kuna kila kitu kinataka kukodiwe, ikiwa kweli kama chama hakijiwezi kikawa kina vitu vyake vinavyokamilika kwa kweli changamoto iliyonikwamisha ni kifedha tu, kwa sababu kama ni kampeni nafanya na wenzangu tukishirikiana na gombea ubunge na, na uwatulishi na diwani mwenzangu wa, kwa sababu jimbo letu lina wagombea wawili wa udiwani kwa upande wa yu mchanga mdogo, yuko mdiwani aliye kuwepo kwenye madaraka au aliyepo kwenye madaraka mpaka sasa hivi, na ma mimi mwenyewe ndiye ingia sasa hivi kwa upande kwa upande huu kama tunapogombea nafasi kama hizo hapo, ingawa wao wanatuhimiza sana wanawake kama tusio, tusisubiri mahali, jindo, tu kugombea viti maalum wanavyotaka wao, tugombee na nafasi za majimbo tuonekane. Kwa hiyo wito wangu ni kwa chama, tunapogombea sisi wanawake watupe vipaumbele, kwa sababu hata kwenye tume ya uchaguzi mara hii naona pengine ni mara ya kwanza kutoa vikaa mbele kwa wanawake kwenye kugombea nafasi. Ikiwa kuna shilingi laki mbili mfano kwa wagombea uwakilishi au ubunge, wanawake wamepewa asilimia kumi, wamepewa laki moja tu. Wao wanaume wao wametoa shilingi laki mbili lakini wanawake wametoa shilingi laki moja Na kama sisi madiwani ni thelathini elfu utume lakini sisi wanawake tumepokelewa kwa shilingi elfu kumi na tano. Kwa hiyo wito wangu ni kuwa tujitahidi sana Ma... na tuchangamke na kuzigombea hizi nafasi ili na sisi kuonekani kwa tupate kusaidia jamii zetu, wasivunjike moyo kwa sababu mimi sikuanza hapa, umeanza nyuma. Naitwa Azizi Mkuu Bakari na kutoka jimbo la Kojani tawilajojo Kifupi, Diaminia ni mwanamke jasiri, tena ni mwanamke anayejiamini kwenye harakati zote za jamii za kisiasa na maendeleo yote kwa jumla yaliotuzunguka. Kwa hiyo ni kijana ambaye tunamwamini na nakipa uongozi anaweza kuongoza. Kwa hiyo kuliko kwenye uongozi, anapopata uongozi utakuwa na mashirikiano baina ya viongozi wote watakao kapo kwenye jimbo, afisa jamii, sehemu sehemu za wanawake za watoto mpaka sehemu hizi za kutoa madawa majumbani, anaelimisha vijana, anaelimisha wazee, anaelimisha wanawake. Anatufanyini hivi, ni wa kando, ni vichokocho. Tumtoka sehemu moja, tunaanza uongozi pamoja toka tisini na tatu, tunapoanza jana toka a mpaka siti, siasa Abdallah Suleiman Kaazi wa hindi jimbo langu ni la Kojani, kutoka tawi la Kandili. Yuko sawa na yuko vizuri na yuko kamili, anadosani kisa uongozi wa kijamii. Ukiwa kianzia uongozi wake wa kijamii kenda sambamba kwa rudi sambamba, tuko sawa na mpaka saa hivi tumemwamini